Nina wasalimu katika jina la Yesu kwenye ibada ya leo, ninakusalimu katika jina la Bwana wa majeshi. Ninatamani sauti fulani za washindi sema, ninakusalimu katika jina la Yesu Amen, Amen. Hallelujah. Kama na mali punga mkono wako kama una mali punga mkono wako namna hii. Nipende kutambua uwepo wa watumishi wa Mungu mahali hapa, Pastor Anna. Nipende kutambua uwepo wa Mwinjilisti Celia. Nipende kutambua uwepo wa wazee wangu wa kanisa. Nipende kutambua uwepo wa waimbaji. Mungu awabariki nyote Amen. Haleluya Amen. Haleluya Amen. Wakati huu ninataka niseme na wewe kwa habari ya maneno ya Mungu, lakini pia leo tutakuwa na ibada ya tofauti. Kwa dakika hizi chache nitatumia tu dakika kumi mahali hapa, na baada ya hapo, tutaenda kwenye maombi husika. Sema kurudisha kilichoibiwa, kurudisha kilichoibiwa. Weza tu sauti yako kama mtu ambaye akili zako zinaelewa unarudisha nini. Sema kurudisha kila kilichoibiwa, kila kilichoibiwa, kila kilichoibiwa. Tunaweza zungumza hapa katika hali ya kawaida na maneno haya yanaweza kuwa ni mepesi, lakini dakika chache hapa tutarudisha kila kilichoibiwa kwenye maisha yako. Nataka unielewe sana, na nataka uwe na utulivu usiokuwa wa kawaida, na tunapoenda kurudisha, kuna vitu vya msingi ambavyo Mungu atavirejesha kwenye maisha yako dakika hizi hizi. Na jana tulikuwa na kipindi cha radio, tulikuwa na somo inayosema kurudisha kile ambacho kimeibiwa na adui kwenye maisha yako. Na wakati tunasema vile, nguvu ya Mungu ilishuka isiyo kwa ya kawaida. Kuna watu wapo wanatembea, lakini maisha yao yameshaibiwa katika ulimwengu wa roho, maisha yao ni watu walioko kwenye mateka. Nataka niseme ya kwamba leo tutakuwa na operation ambayo upende usipende lazima adui aachilie kile kilicho ibiwa kwenye maisha. Amen. Sema kilicho ibiwa, sema kilicho ibiwa kilicho kili ibiwa kili mtu mmoja oasome kili kili kitabu kile cha Isaya arobaini na mbili na ule mstari wake wa ishirini na mbili Isaya arobaini na mbili lakini pia mstari ule wa ishirini na mbili. Nisome tu mara moja kwa ajili ya muda, nisome tu mara moja kwa ajili ya muda. Yes mhm mm. Patia maiki mara moja. Isaya arobaini mm -hmm. na mbili Isaya arobaini na mbili na mbili na mbili ya anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Lakini watu hawa kundi la watu, sio mtu mmoja, sio lakini mtu huyu. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa, mm, na kutekwa, na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wote wamenaswa katika mashimo, wala hapana aokoaye. My God, wala hapana yeyote aokoaye. Wamekuwa, wamekuwa Arudia Wa wala hapana au kuwai wala hapana au kuwai, wamekuwa mateka wamekuwa mateka, wala hapana asemae rudisha, wala hapana yeyote asemae rudisha rudisha. Rudia mstari huu vizuri kabisa, lakini watu hawa ni warudia watu... nyuma yake sema lakini watu hawa ongeza sauti yako vizuri lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa wame wame wa wame wame magerezani. Oh, wamekuwa mawindo, wala hapana wa au kwae, wamekuwa wa wa wa mateka Asemaye rudisha. Wala hapana asemaye rudisha, asema asema asema asema. Amen. Amen. Lakini watu hawa ni watu waliotekwa. Wala hapana yeyote aliyejitokeza na kusema rudisha. Nataka nizungumze katika dunia hii kuna watu wanaotembea lakini, huko ni mateka wako kwenye magereza ya siri. Kuna mtu anatembea njiani, anaonekana ni mtu mwenye ufahamu. Kuna mtu anatembea njiani, anaonekana ni mtu ambaye yuko vizuri, lakini nataka nikwambie watu Asa, watu hao ni watu walio katikati ya magereza, lakini hakuna asemaye rudisha. Hasa kuna vitu vitatu nataka tuvione hapa. Kuna mtu ambaye umekuwa ukiona kwamba kuna baadhi ya vitu hauna haki ya kuvizungumza mbele za Mungu, hauna haki ya kuvisema mbele za Mungu. Kuna mtu ambaye anaenda kwenye maombi, lakini kuna vitu aviombe kwa nini? Kwa sababu anaona kwamba kiwango chake cha maombi hakiruhusu kuomba baadhi ya vitu, kwa sababu anahisi yuko vizuri. Lakini natotaka kusema kwamba japokuwa mtu anaweza kujiona yuko sawa tu, lakini Biblia inasema kwamba kuna watu hata kama wanajiona wako sawa, lakini kiroho wanaweza wa kuwa wameshaibiwa na kutekwa na mawakala wa kishetani. Kuna watu wako magereza ya kiroho na kuna watu wako katika mashimo waliotegewa na mawakala wa shetani. Ndoa inaweza kuibiwa kiroho na mawakala wa kishetani ndiyo, ndoa inaweza kuibiwa kiroho na mawakala wa kishetani maana ndoa hiyo haiko hai tena. Unaweza kuwa katikati ya ndoa lakini kumbe ndoa imeshaingia kwenye ufalme wa giza na imeshakamatwa. Unaweza kuwa unafanya biashara lakini hiyo biashara imeshakamatwa Inasema kupigana kwetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na wakuu wa giza. Kwa nini si juu ya damu na nyama? Kwa sababu vitu vingi na uharibifu mkubwa kwa maisha ya mwanadamu inafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Unachotokea kwenye mwili ni matokeo yaliyofanyika katika ulimwengu wa roho, matokeo maskini unauona kwenye mwili ule umaskini, unaona umeshatoka kwenye mwili na kila moja anaona yale ni matokeo yaliyofanyika katika ulimwengu wa roho. Ndio maana nasema kuna mtu anaweza jiona yuko sawa katika ulimwengu wa damu na nyama, lakini katika ulimwengu wa roho yuko kwenye mate. Na ili kujua uko kwenye mate, unaweza kujua dalili ya kwangu ni kila unachokifanya haki fanyiki haki endi, kila unachotaka kukianzisha haki endi. Unaweka mipango yote, unataka kuanzisha fremu ya biashara, lakini katika ile fremu ya biashara unajiandaa kufungua biashara, baada ya siku mbili ile fremu imeshachukuliwa. Tafasiri yake katika hali ya kibinadamu unaona kwamba umechelewa, mwingine amewaa. Lakini nataka nikwambie katika ulimwengu wa roho ni upo kwenye mateka upo kwenye gereza. Adui hataki ujitoke kwenye yale magereza. Kuna watu ambao katika kujiona kiufahamu wanaona maisha yao yako salama, maisha yao yapo kwenye eneo ambalo kuna ulinzi mkubwa, lakini nataka kuambia kwamba ulimwengu wa roho na siri kubwa sana kuna mtu unaweza kukaa gerezani hata miaka ishirini, lakini huko duniani tunakuona ni mtu ambao unatoka na kuingia, lakini upo gerezani. Nikisema upo gerezani, inayozungumzia ulimwengu wa roho, na ulimwengu wa roho ni halisi kuliko ulimwengu wa damu na nyama, kwa sababu Mungu alianza kukutengeneza roho, alafu nje ni uthibitisho wa damu na nyama. Ndio maana kuna mtu anayeanza kufa anakufa kwanza roho halafu katika uthibitisho ni anakuja kufa mwili, lakini kumbe ni mtu alishakufa miezi miwili, imeshafika mwezi wa tatu, ndio mwili wake ukawa baridi. Yale ni matokeo ya ulimwengu wa roho, na ndio eneo watu wengi hawadili nao, kwa maana wakati wa uchumba wa ndoa, watu wengi na wachungaji wengi wanasema wana ndoa, wakapima waje na result na yale majibu ya afya zao. hawatawahi ulimwengu wa roho kwa sababu ndio wenye shida zaidi kuliko ulimwengu wa damu na nyama hey. Kuna mtu aelewi hapa? Kupima afya haisaidii chochote, utapima, utaonekana mko sawa, lakini katika ulimwengu wa roho, huyo binti au huyo kijana ni mateka wa ulimwengu wa giza. Mkishaingia kwenye ndoa, mauzauza yanaanza, unasambaa watatu wa biashara inaza kuisha, ondoka kila majira, anapisana kwa sababu ulimwengu ro. wa roho ndio naamua maisha ya ulimwengu wa damu na nyama zaidi akini zaidi zaidi fahamu. Unajua kwa nini ndoa nyingi zinakufa katikati? Ni kwa sababu walimilikiana katika ulimwengu wa damu na nyama. Katika ulimwengu wa roho hakuna sema, roho hakuna mchungaji anaweza hebu mchunguze roho, lakini eneo kubwa ambalo lina shida kubwa sana kati ya mtu na mtu ni eneo la ulimwengu wa roho, kwa sababu hapo rohoni ndipo uharibifu ulipo, hapo rohoni ndipo kila kibaya kipo ndani kwenye damu na nyama unawezaenda pima na mkaja na maji. Haionyeshi rohoni kuna nini. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mkishaingia kwenye ndoa yale ya rohoni ndio yanaanza kujitokeza. Anakuambia hivyo, unajua mimi mi naotanda niko kwa bibi yangu ninakua watu. Kumbe ulioa mganga, lakini damu hospitali haikuonyesha kwa kwamba huyu ni mganga. Hekuna maakuna makuna mtu kuna leo? Amen. Kuna mtu mtu wananleo katika ulimwengu wa roho, watu wenye wamekamatwa. Kuna watu wako makanisani, lakini wamesha kwa muda mrefu, wako kwenye magereza ya si na adui akisafika kwenye eneo lile maana yake wewe uko chini ya ulinzi na ukishakuwa chini ya ulinzi hapa duniani itaonekana unafanya biashara itaonekana unaamka asubuhi lakini na uko chini ya uangalizi ndio maana kuna mtu akitaka kuvuka hatua fulani unashangaa vita kubwa inainuka mpaka analazwa na siku lazwa anakufa saio kwa sababu mfungwa haweze kufungua biashara Haleluya. Watu hawa ni watu waliotekwa na katika mateka hayo wako kwenye magereza. Umeshawahi kuona nini mfungwa akafungwa biashara? Umeshawahi kuona lini mfungwa akafunga ndoa? Umeshawahi kuona lini mfungwa akaenda nchi za mbali? Umeshawahi kuona wapi mfungwa anakuwa chini ya ulinzi? Anaangaliwa, anapewa kipimo cha hatiachini awizi kuna watu, unaona unavaa vizuri, lakini kuna mahali hawawezi kuvuka, atapigana. Watu wataona anavuka, lakini akishavuka lile eneo, hapo hapo anaanza kuwa na watu hao Somolani, ni nani wa kusema rudisha somo langu, ni rudisha sema rudisha rudisha kila kilichoibiwa na adui kwenye maisha yangu, leo ninakirudisha, ninarudisha afya yangu, narudisha na biashara na yangu, narudisha watoto na wangu, kila kilichoibiwa narudisha nyoka yangu. Na unaposema narudisha, unarudisha ulimwengu una wa roho kutema kilicholiwa ndani yake Biblia inasema wakati Yona anaelekea Ninawi, akapanda mashua ya kuelekea Tarshishi. Biblia inasema akamezwa na, sema, aka na samaki, akakaa samaki kwenye tumbo la samaki. Inasema yalipofika, yalipofika, Biblia inasema samaki akaenda kumtapika kando kwa kando, kwa mji ule wa Ninawi nini alimrudisha? Kwa sababu sio sehemu yake, kwa sababu sio eneo lake, kwa sababu hapo alipoenda alinaswa, kwa sababu alipokuwa naenda sio sehemu aliambiwa aende. Kuna watu mmerahisishia wa mapepo nafasi, kwa sababu njia zetu mlizokuwa mnaenda mmemrahisishia adui kwa nasa haraka, na adui alipoanasa mkapa kwenye tumbo lake, na hajawahi kuwa kwa sababu hamjawahi kurudisha kusudi la mungu yes. kuna watu ni watumishi lakini wanachokifanya ni nje yauli mtumishi mungu anatuma samaki anakumeza kutoka kwenye lile kusudi ambalo sio sahihi halafu anatakiwa kakutapitia sehemu sahihi ukiwa humo humo bado unaendelea kubisha lile kusudi kwa sababu tunaongea naye hapa najua ananisikia nannielewa mungu si mwanadamu matendo yake si kama ya mwanadamu, akili zake sio kama za mwanadamu, mawazo yake sio kama ya mwanadamu. Mwana unaweza kuwaza hey, Mungu akawaza C, D, E, F, G akamaliza mpaka mwisho. Kuna wakati akili zinakutuma kuelekea magharibi, lakini Mungu anakuambia uelekea mashariki. Adui anatumia hiyo nafasi kwa ajili ya kukumiza. Kuna watu maisha yao yamekamatwa na adui. Kuna watu kila wanacho kijaribu hakiendi, kumbe kimisha ingia kwenye mikono ya adui kwa muda mrefu, kumbe kimisha kamatwa kwa muda mrefu, kumbe kimisha pendwa kwa muda mrefu. Unatafuta kazi, kumbe adui ameshikilia kazi. Unatafuta biashara, kumbe adui ameisha iba biashara muda mrefu, na hiyo biashara amefunga mikono yake. Kuna, kuna mtu wa bae, yule binti tunamwombea juzi, anasema wakati unamwombea biashara mikono yangu yote ilikuwa ni mizito, siwezi kuibeba. Kumbe ni mikono ya biashara imeshachukuliwa muda mne mrefu, na mikono ikisaidiwa, kila biashara utafanya, lakini haitaenda kwa sababu wewe ni mateka. Mateka anafanya kazi kwa maelekezo na amri ambayo anatakiwa kufanya, lakini kingine ni kwamba kuna mtu mwingine anatizamwa ni wapi anaenda dumbukizo. Ndio maana anasema watu shimo ya giza, wakati ambapo kuna watu wanashuhudia. Nasema kuna watu, wakati ninafungwa ninakambwa, adui ana mbinu za kila namna kwa ajili ya kukudhibiti. Kuna watu wanaishi maisha ambayo si ya paole. Kuna watu wanajaribu kung'angana katika level ya maisha wanaoita, lakini wanashindwa. Kumbe katika ulimwengu wa roho kuna mtu ameshikilia kamba, anasema hautaenda. Kuna mtu anaitumia biashara yako ni hii. Kuna mtu anatumia sehemu alafu anakutumia wewe, utaishi na maangaiko. a mtu ameshikilia afya yako tu mahali fulani, ambaye anaendelea kuishi. my Lord, my Lord, my Lord, my Lord. Mwaka ni mwaka wa adui kuachilia kile alichokamata. oh yeah, yeah. Chochote alichokamata kwenye mikono yake lazima atakiachilie. ya oh yeah. Haijalishi ameshikilia kwa muda gani Tunataka kuombe kila chochote kilichokamatwa, sema kikaachiliwe. Sema kila kilichokamatwa, sema kikaachiliwe. Kila magereza walikonyweka, sema leo ninatoka kwa jina la Yesu Kristo. Sema mimi sio mfungwa. Kila kilichokamatwa, iwe biashara yangu, iwe ndoa, ikaachiliwe. Huwa adui anakata tamaa akishajua umejua tatizo ni nini, yaani akishajua tatizo tatizo ni nini. Kuna nyoka anaitwa akishajua watu wamejua yuko kwenye kichaka, atahama hicho kijiji moja kwa moja. Adui akishajua kwamba amejulikana, mara nyingi sana anaanza kutengeneza mbinu zingine za kukimbia, anaanza kukimbia. Tamani, kuna mstari mmoja wa mwisho tusome, kitabu cha Samuel thalathini mstari ule wa kwanza mpaka wa kumi na tisa nazani. Daudi akamuuliza Mungu, watu hawa wameshakamata Je, anaweza kuwarudisha? Wanaweza kurudi tena kwenye mikono yao? Mungu akamwambia nenda wafuate, kwa sababu utawapata na utawarudisha. Walipokuwa wamefika kutoka kwenye milima ya Siklagi kwenye maficho uh -huh. siku ya tatu eh, hao wameleki walikuwa wameshambulia Negebu mm, na Siklagi Hey. nao wameupiga Siklagi mm. na kuchoma moto mm. nao wameuchukua mateka, nao wamewachukua mateka wanawake waliokuwamo, wali wali wakubwa kwa wadogo, hawakumwacha hawakuwaua wot, wote ila wakawachukua wakaenda zao eh. Basi Daudi na watu wake walipofikia mji, mji tazama ulikuwa umechomwa moto na wake zao mm. na watoto wao yes. waume kwa wake mm. wamechukuliwa mateka mm -hmm. ndipo Daudi na watu walipokuwa pamoja naye eh. wakainua sauti zao mm. na kulia mm. hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena mm na hao wake na hao wake wawili mm. wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka mm. Ahina Ahinoamu na Yezireeli mm. na Abigaili aliyekuwa mke wa Nabali Nabali wa Karimu. Naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu mm. watu walikuwa wakisema kwamba api We, kwa mawe kwa maana mm. nafsi za hao watu wote mm. walisononeka, kila mtu kwa ajili ya mwanae wakamgeuka na binti zake, wakamwambia Daudi ndiye anapaswa kupigwa, kwa sababu yeye ndiye aliwatoa kuwapeleka vita kwenye milima ya Siklag. Waliposhuka wakakuta nyumba zimevunjwa, watu wameshaidiwa pamoja na watoto, wakasema tumgeukeni huyu aliyetupeleka mlimani. uh -huh. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Oh, kisha Daudi akawambia, mm. Kisha Daudi akamwambia Abiathari, mm. kuhani mwana wa Ehimeleki, mm. Tafadhali niletee hapa hiyo naivera. mm -hmm. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera huko. mm. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, mm -hmm. Je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu mm. Fuata, kwa kuwa mm -hmm. hakika utawapata nawe, hukosi utawapokonya wote. Basi Daudi akaenda yeye na wale watu mia sita waliokuwapo pamoja naye nao wakakifikia kijito Besori ambapo wale waliochukua wale walioachwa nyuma walikaa. Daudi lakini Daudi akakaza kufuata, yeye na watu mia nne, kwa maana watu mia mbili walikuwa nyuma, ambao walitaka kuzimia, hata hawakuwe, hawakuweza kukivuka kijito kukivuka hicho kijito mm. Bethoni mm. nao wa, wakamkuta Mmisri mavueni, mm. wakamleta kwa Daudi mm. na kumpa chakula, naye akala mm. nao wakampa maji ya kunywa, kisha wakampa kipande cha mkate wa tini na kisha na kishada viwili vya zabibu mm. naye akiisha kula, roho yake ikamrudia, kwa maana alikuwa hakula chakula wala hakunywa maji siku tatu mchana na usiku mm. Ndipo Daudi akamuuliza, wewe u mtu wa nani, nawe umetoka wapi? mm. naye akasema, mimi ni kijana wa Misri, mtumwa wa mwamaleki mmoja mwamaleki mmoja bwana wangu aliniacha kwa sababu tangu siku hizi tatu nalishikwa na ugonjwa. Sisi tulishambulia Negebu na Wakelevi na ya miliki ya Yuda na Negebu ya Karebu, na huko mji wa Siklagi tukauchoma moto. Daudi akamwambia, je, wewe utaniongoza chini hata nifikie jeshi hiyo? Naye akasema uniapie kwa Mungu ya kwamba hutaniua wala kunitia wala kunitia mikononi mwa huyo bwana. Daudi alipomkamata mwanajeshi wa Maaleki wa mama wa, wa, wa, wa, Maleki akampa chakula Alipompa chakula akamuuliza, sasa wewe ni mtu wa kutoka wapi? Baada ya roho yake kuzuzika, akamwambia sisi tulienda vitani na tulienda tukachoma mali, tukachukua watoto na wake. Daudi akamuuliza, unaweza kunipeleka mpaka huko ambako wamepeleka hizo mali na watoto na wake? Akamwambia, niapie kama hautaniua leo hapa. Tutaenda kuwashurutisha maadui, tutawaita hapa na watatupeleka mahali ambapo wameficha kile kilicho cha kwetu. mm -hmm. kama ni nyota yako, tutawakamata wale wa Maleki. mm -hmm. na watatupeleka mahali ambapo wamepeleka. Sema, nina mamlaka ndani yangu. mm -hmm. ya kumwita adui mahali popote aipu na kumsulufisha hapa na kumuuliza umeweka wapi nyota yangu? umeweka wapi biashara yangu? umeweka wapi watoto wangu? umeweka, umeweka wapi ndoa yangu? anakupeleka mpaka alipoweka, na kisha kupeleka baada ya kona. Msambarati, sema na msambarati. Daudi akapelekwa na mwanajeshi wa Kimaaleki kule ambapo walienda wakaficha Mstari unaofuata mstari unaofuata anasema, uniapie kwa Mungu wako ya kwamba eh, hutaniua wala hutanitia mikononi mwa huyo bwana wangu eh, nami nitakuongoza chini hata kuifikia jeshi hilo. Mm. na hapo alipokuwa, na hapo alipokuwa amemwongoza chini, tazama hao walikuwa wametawanyika mm, juu ya nchi yote wakila na kunywa na kufanya karamu mm, kwa sababu ya hizo nyara kubwa walizochukua katika nchi ya Wafilisti na katika nchi ya Yuda mm. Naye Daudi akawapiga tangu ukungu wa jioni hata jioni hata jioni ya siku ya pili mm. Hakuna aliyeokoka ila vijana mia nne, wali walio panda ngamia na kukimbia. Daudi akawapokonya wote waliokuwa wamechukuliwa na Wameleki, naye Daudi akawaokoa wakeze wawili, wala hawakupotewa na kitu mdogo wala mkubwa, wana wala binti nyala, wala chochote walichojitwalia hao. Daudi akavirudisha vyote Naye Daudi akatwaa, Daudi akavirudisha vyote. Eh, naye Daudi akatwaa makundi yote ya kondoo na ng'ombe, ambao waliwatanguliza mbele ya wanyama wale wengine, wakasema hao ndiyo nyala za Daudi. Amen, amen.